Tarehe 3 Januari 2026. Saa 8 usiku mjini Caracas. Wakati ulimwengu ukiwa umelala, kivuli kilishuka kwenye jumba la Miraflores. Ndani ya saa tatu, jambo lisilofikirika lilitokea. Nicolás Maduro alikamatwa na vikosi maalum vya Marekani. Huu sio ukamataji wa kawaida, ni tetemeko la ardhi duniani. Siasa za kijiografia. Chini ya sera ya nguvu ya serikali ya Trump, Marekani imebadili sheria za mamlaka ya nchi. Kwa kumwondoa Maduro, Washington imevunja ngome ya Urusi na Uchina katika Amerika ya Kusini. Lakini ni nini hatma ya sheria za kimataifa? Uchumi. Hii ni vita ya dhahabu nyeusi. Baada ya Maduro kuondoka, Marekani inadhibiti mapipa milioni 50 ya mafuta. Lengo ni moja, hikushusha bei ya mafuta duniani ili kudhoofisha nchi za BRICS na kurejesha utawala wa nishati. Kijeshi. Operesheni ya Absolute Resolve ilikuwa onyesho la teknolojia ya hali ya juu. Mifumo ya ulinzi ya S-300 ililemazwa. Ndani ya dakika 150 washauri wa kijeshi wa Urusi na Kuba waliuawa na kuliacha jeshi la Venezuela likiwa limegawanyika. Hitimisho. Wakati Maduro akisubiri kuhukumiwa New York, dunia inasubiri. Je, huu ni mwanzo wa Venezuela mpya au mwanzo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe? Toa maoni yako hapa chini.